ilotokea ni kwamba nguzo imeanguka hapa nyumba ya pili kutoka ninapoishi mimi, toka usiku kwenye mvua ya usiku kwa mkia leo. Kwa sababu hizo waya hatujui kwamba kwa sababu sisi sio wataalamu, lakini zinaonekana zina moto kwa sababu ninapoishi kuna umeme na umeme bado upo paka hivi sasa. Tumeshauriana majirani, tumezimisha tatu tume switch off, lakini hatujui na wao viongozi hawajafika, ndio ungeweza kujua kama zinaweza kuleta madhara gani lakini nguzo umeanguka na imeangukia kwenye majumba ya watu, kama hii nguzo iliyoanguka. Nafikiri uongozi wa, wa mtaa una taarifa, hata Tanesco wanazo nafikiri. Nimepata taarifa asubuhi mapema kutoka kwa wananchi kwamba kuna nguzo umeanguka. Baada ya kufika eneo hili, nikabaini kwamba nguzo iliyoanguka ni nguzo ambayo tayari tulishaitolea taarifa kwa muda mrefu, na sio mwaka huu tu. Tangu mwaka juzi tumekuwa na malalamiko kwa hayo kwamba tunawaambia Tanesco kwa waje wabadilishe nguzo wa na hawaji na mwisho wa siku leo ndio imetokea hivyo. Hofu yetu sisi ni kwamba jambo hili linapotokea kama hivi, huu ni umeme na hii ni laini kubwa ya umeme, na wananchi wana mahitaji mengi kuhusu umeme. Na hofu nyingine ni kwamba inawezekana ikatokea madhara yoyote kutokana na hii nguzo ya umeme.